Mwanaume anataka sex kwanza ili afungue kiboksi kilichoko kwenye ubongo wake kinachomfanya aweke attachment akupende. Ndio maana mara nyingi nasema wanawake wengi, baadhi ya hivi conflict vidogo vidogo ambavyo tunashindana, tuna shindana sana kwenye ndoa, vingine, njia nji, nji nzuri na rahisi ya kuvisuluhisha ni kulala bila nguo. Yani nji, mgu, ani, mara nyingine ahitaji kuongea muda mrefu kwa sababu once akaingia kwenye sex, Mgogoro mwanaume anavyoingiza uume wake kwenye vagina, brain yake ina tafsiri ya attachment. Ndio maana tutakuja kugundua mwanaume anayekosa tendo la ndoa kwa muda mrefu au mara kwa mara kwenye ndoa yake akipata mchepuko ambao unampa mara kwa mara, anahamishia na nguo kule connection. Sasa mke yeye anahitaji intimacy kwanza, anahitaji penzi kwanza, anahitaji story kwanza anahitaji umekula, anahitaji eh. Alafu zile sasa ndio zinamfanya anaanza kuwa ready for sex. Sa sisi kwa kuto kujua, uulizi amekula nini, ulizi anaendeleaje, umemwacha asubuhi memdropo hospitali, uulizi amekufa au anaendelea vizuri, ulizi chochote. Alafu akija usiku unamwambia geuka. <laughs> Ndiyo maana saikolojia inasema hivi, it takes 24 hours to prepare a woman for sex. Imagine 24 hours to prepare a woman for what? For sex. Maana yake kuanzia unatoka asubuhi ili uje upate sex nzuri ya jioni, unaanza asubuhi hiyo hiyo, how are you, au ah, ulivyoondoka, yaani ile nguo umemechisha, yani vistori vidogo vidogo vidogo, vidogo, vidogo, vidogo, vidogo. Ukiondoka kazini niambie, alafu hapo ukipita kuna, kuna giza sana, hebu ongea kwenye simu mpaka uvuke hapo, ndio ukate uje nyumbani, yaani vitu vidogo vidogo. Akija kashaloa wewe unashuka tu vizuri, sasa wewe usalimie, hamna chochote. Mkitumiana message za hizo ni kuulizana umetoka na mtungi wa gesi, fundi kaja, mwalimu anakumbusha ile tuition, yaani ndio story mnapiga zote, zote kavu, zote kavu. Ndio maana mkishampata sasa mnaanza kutumia nini, mate ukiona unatumia chochote ambacho sio natural lubrication ya mke wako, maana yake tendo halijaandaliwa. Mungu ameandaa the only natural way ya mwanamke kuwa lubricated, analukuwa lubricated mwenyewe mwenyewe. Ni muda wa kuchukua nafasi yako, katoka meza ya HW awasilishe kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.